Sami bwana, adabu katika kuperuzi kwako mtandaoni sasa hivi hivyo, unakutana mm. post yoyote ya Alikiba mm -mm. mm -mm. katika kuperuzi kwako umekutana labda kuna msanii yoyote anamwongelea Alikiba mm -mm. kitambo Sami, Alikiba mm. mm, amekuwa uh, kimya sana lakini sana shirisho, shirikisho, shirikisho, kolabo ah kolabo sio shida na mm. Sasa hivi kuna project yake inakuja ya mm. inaitwa Ubuyu, mbona katu, katushirikisha kidogo Aa. kwenye mtandao wake kijamii, lakini kwa kimya. Na hii mm, Ubuyu katuambia ina karibuni siku nne au tano, tangu atuambia kuna project inaitwa ubuyu inatoka mm. kimya. Alikiba hasikiki. sasa nikajaribu kufuatilia kwanini alikiba hasikiki. sasa hivi mm. shida kumbe sio hasikiki Alikiba akamezwa na stunts za vijana oh, oh. Bwana kaka wamemeza kabisa hey. Alikiba afurukuti, mashabiki wanauliza sana bwana king hey. Sio yule king tulikuwa tunamjua, bwana kimya sana hey. Kama king kajifungia sana kwenye kasi hata kusikia, ni wewe ni mtu hmm, kimya. Alafu hivi karibuni kulikuwa tunasikia kwa kwamba Kings Music huenda ikaachana na wasanii wake hey, kasoro mmoja ndugu ya yajulikana nasikia ni ndugu naye shwa Napi... Abdukiba ah, ndugu naye sikapigwa panga huko, yani kila mtu nasikia pale eh, hayupo. Sasa wale mtu wamekuwa tunaamini kwamba West Rock Kings ni ni K2ga vanilla wanasema vanilla ndio mtu ambaye huenda lakini si waliondokaga wote akabaki K2ga K2ga mm -hmm. na Abdukiba eh, kile eh wale si wote walibaki, lakini sasa kadri siku zinazozidi kwenda mm. bosi aoni kwa sababu mtu kama akikuleta maanake unaweza kuandika ngoma, wewe huandiki. mm. Upo tuka, ituga, kutoka, pale nalala, tu kaituga unaingia bro, bro, bro, bro. Mm. Ah. Ah. Na kutoka yeye oho ufanye chochote. Sasa bro akaona hii, sasa hii mtihani huko. Mimi nina jambo la kuendesha watu wanaotangaza na, mm. na jambo la kusemechana nyinyi mbao mnaimba na shughuli ya ingizi hela. Sikilizeni mm. sikilizeni nyinyi bwana Mtafteni pakwenda, tutasapotiana la lakurekodi, njo utarekodi studio ipo, lakini maswala mazima yakusimamiana si fedha saaiyoye, okay. Inavosadikika ni kwamba huenda mm -mm, oh. yani, kwa vanila akabaki, lakini pia Tommy moto mzima Flavor tomi Flavor, Keituga, Abdukiba kimia, yani ah. ngoma zao zinazoiti, liko labda washirikiane mm. ina undoka. Ina undoka. Tomi Flavor nakuja na Mario nakuja baby, nakuja baada ya hapo alienda hmm. alienda kweli, nakaenda kabisa. Kini Keituga naye kuna kipindi <laughs> alijipiga piga peke yake akatoa, tunasubiri ndoa si nini Keituga ngoma ambayo at least

Bana mm. Abdukiba mimi naona kama ana kipaji cha kuimba lakini, mm, sometimes nabidi tukubaliane tuna ukweli kwamba kuna muda muziki unakukataa una, mm, unabidi uupe nafasi yani upe nafasi watu wengine waingie kwenye mziki wafanye vizuri. Wewe unaweza ukasimama kama manager au ukasimama kama uh, digital creator, jifunza hata kamera hata videographer. <laughs> Unajifunza tu vitu vingine kwa sababu unaona mziki tayari ushakukataa huu. Nanena cha kufanya kwenye mziki uendele kuangania ili iweje? Na ishu nzima kwenye ya ishu nzima iliyo pale Kings Music ni hiyo. Wasanii wengi wanashinda kujibrand wao wenyewe kuondoka mm. wanategemea washuke mkono na Alikiba. Alikiba tu yeye mwenyewe binafsi, mi naongea tu kole, Alikiba binafsi mwenyewe kujipush kwenda sehemu fulani kwa kini ngumu ngumu ngumu, bwana. Ni msanii mzuri tu, mzuri na mkubwa, lakini kujipush ni ngumu, kwa sababu mimi sikufichi, muziki wa bongo sasa hivi hautaki tena ukae uimbe vizuri, yaani mm, ukikata tena useme mimi ndo napiga mapanchi eh, yeah, hey, napanda utoboi, utaimba. angekuwa msanii mzuri na tobora karaka, sasa hivi Rubi tungemona hapo hivi. Rubi na iko wapi? Ndo nakwambia Rubi sasa, angekuwa anachukua demogram hiyo. Tutakuja na orodha hapa, hatuwaoni mko wapi tuko nangalia masauti hayo, tungemwangalia Ruby sasa hivi gramu yuko, lakini humsikii. Turudi kwa Alikiba. Alikiba yuko wapi? Alikiba yupo. Au ndo yuko bize? bize ya nini? bize ya nini? Na media. Media kanisha endesha hmm? watu wengine. Na lazima tu kama boss wako kidogo. Na sema ndo hivyo, labda uwezijua ukimya wake una jambo ana ngoma yake, nakuja tusikilize hii ngoma yake mm. Unajua kuna wengine wanaamua, unajua kuna wengine kazi zao hazitoi kwa kiki, si unaelewa? Mwingine tu anakaa kimya, anaangalia, mmekaa kimya sasa yeah. Nawamsha kama, ka, kama kama uenda kakubali mm. Kakubali ni msanii ambaye atasikilizwa tu basi, yani nitatoa ngoma na mashabiki zangu atanisikiliza that's fine. kwa Alikiba anafanya kituko kitu, lakini kama anahitaji kuonyesha kwamba mimi niko engo za juu sasa, mpaka sasa hivi unavyoongelea, kuna wasanii ambao ukiweka meza na Alikiba, Alikiba wafiki? Ah, kama nani? Mboso. Una hakika? Serious, Alikiba amfikia Mboso sasa hivi. Alikiba huoni moto Mboso? Serious. Ah, haufikii yani, hata kidogo. Mimi kuna watu watanisikilia vibaya, lakini Alikiba mweke hapa na Mboso mweke hapa, Mboso sasa hivi ni mkubwa kuliko alikiba. Mm. Sasa hivi currently. Kwa sababu ya room number 3. Yeah. Subiri ubuyu ije sasa. Ubuyu si ngoma moja Mbosso yoko, kafanya yoko, EP, kafanya trending namba moja, namba mbili, namba tatu. Mbosso yuko we na EP yake ngoma zake zipo kwenye EP trending ya kwanza zimefuatana, ni upepo tu utapita. EP. So upepo ni uwezo, mboso katoka na vitu. Mbosso katoka na vitu ambavyo wasafi walikuwa na vizingatia kama msanii ufanye kitu gani uondoke yeye ndo katoka navyo kule, makablasha yote kabeba akaondoka nayo, kaka nayo pembeni, ndo anafanya kazi kama kaogopa kuyumba, kusema kwamba toka enyeeb akayumba. Ndio maana amekuja na moto huo, ndio maana akaja na moto wa maana. Ngoja tuone huo moto utafika wapi. Bado unaendelea, Boso katangaza, katangaza kuna kitu kana nataka, hizo katoa audio sasa. Akitoa na video, ndo shughuli imeisha sasa si. Alikiba, ndo tuseme Alikiba, Alikiba, Alikiba, Alikiba na Boso Boso ni mkubwa sasa kuliko Alikiba. Msanii gani mwingine ukimweka na Alikiba sasa, Alikiba anafunikwa. Alikiba ukisema sasa kwa msanii, sometimes Alikiba anaweza akabebwa kwa sababu ya CV yake na vitu alivyofanya nyuma, lakini ukichukua ngoma, mfano mdogo, mfano mdogo, mfano mdogo, msinitukane, tafuta ngoma ya mwisho Alikiba ziweke, afunga ngoma gani imeondoka? copy copy, na hapa, Alikiba ngoma gani ya mwisho peke yake? So unaona hata kumbukumbu una, mimi nakumbuka mwisho, tumesikia hata kumkumbuka nyimbo ya Alikiba mwisho, yes, sikumbuki eh, hey. Ndio iko hivyo, yani issue ni kwamba ukitegemea oh, mziki tu watu wakusikilize mziki wako unakuwa big G, tafuta stunts za kufa. Ngoma yake fanya, Ibra imeenda kwa sababu anaondoka, ngoma yake katoa, ngoma imeenda, dogo, ngoma hiyo inatisha sana vitu hivyo, kwamba katoa ngoma tusikilize utu na utulivu, shughuli imeisha <laughs> eh. Sasa ukifanya hivyo ukifanya hivyo, Sami, shughuli yako inakuwa nzito sana. Wee usiniambie sasa, Mboso uwezi kumweka na Alikiba meza moja, labda mm -hmm. kwa CV ukubwa wa kimuziki Tanzania Alikiba basi, Alikiba na Konde. Konde mkubwa kuliko Alikiba da, yani, ndio iko wazi kabisa, hata mtoto mdogo anajua yani Konde ndo mkubwa kuliko kabisa Alikiba. Alikiba sasa hivi hmm, Alikiba ndo kafikia stage hiyo Eh, kuna muda tu kifika sasa hivyo, wewe kitakuweka CV mezani. mimi kunambia Young Lunya na Inspecta Haroun, ndio kama Inspecta Haroun ni mkubwa kuliko Young Lunya, lakini kimuziki Young Lunya mkubwa sasa hivi currently. kwa Alikiba sasa hivi ipo kwenye level ya kina Inspecta Haroun, Juma Nature, kina Feruz, ndo kipindi kafanya na Professor eh, Jay wakusadie huyu hapa na muda mda mrefu. Yaani unabinganisha kipindi chote hicho? Eh, hey, Alikiba yupo level sana. Sasa watu walikuwa wanafanya nao ngoma. M. Mm? <laughs> Chelewo kusema umeika no level za kina <laughs> Dubai. <laughs> Si ndio level zake? Okay, sino miaka hiyo alikuwa anafanya ngoma Dubai. Ndio level <laughs> za kina Alikiba huko. Miaka hiyo. Kwa hiyo sasa hivi mimi sishangai nikimwona ametulia tu anafanya ngoma, mashabiki wamsikilize. Kwa hiyo kwenye ushindani hayupo tena. Ushindani wa mwana ule. Wewe <laughs> mwana wewe mwana. Kuna muda Alikiba alipotea, akarudi na ngoma ilikuwa mm. ni album kama sikosea yeah, akanyoosha video sauzi wapi wapi, mixer kina yeah, so kinak... mm. ngoma na kina Baraka da Prince. Yeye anakumbuka hizo skills, anamshirikisha Alikiba nyimbo abi skills, watu wanasubiri verse ya Alikiba. Mimi niko nasikiliza ngoma napeleka mbele mpaka anapoimba Alikiba, ni ya yao mm. sauti na bana upen. upendo kipindiko mm. ndo anai anajia anatafuta tundu kweli kweli la kimataifa, sasa hivi ndo hivyo. Okay, yeah, zangu salamu kwangu mimi mwambie nimekuwa lupela hiyo, mm. yaani ngoma ni kimataifa kabisa, lupe mvumo wa radi hapo, kuna miuno mle sasa. Alikiba umli unaenda pia. Ndio hivyo sasa, ndio tunakubali kwamba shughuli imeshaisha, yale mafali pupa inakuwa kidogo yame yameshuka. Kwani monde ya miaka mingapi utamlinganisha na Alikiba? Alikiba alianza nah. Alikiba mziki kitambo <laughs> <laughs> tu aliwei wa, sex duli hiyo level nyingine achana duli. Sasa duli kashika mkono akina Alikiba, yaani duli kashika mkono madogo akina Alikiba. Wewe mdogo wangu unakuja kuimba njoo sasa duli mpaka leo ukomeza moja na Alikiba. Ukiweka hapo kibrandi kimwonekano duli sahivi amkawea duli namshika kwa kuvaa kama wewe wote. Una panic duli vyovyoteuduliiko vizuri kwenye kuvaa hata kwenye ngoma vile vile. Mbona kama una panic sasa? <laughs> Bwana sisi tuna sign out. Subscribe, comment, like na kushare. Till next time.